Naitwa Zenaisi Fratrini Shayo, natokea Chanika. Nilipofika hapa Muhimbili nilikuwa na changamoto, nilimeza mswaki wakati na brashi meno. Naitwa Dr Eva Wiso, ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na magonjwa ya ini katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Leo tulimpokea mgonjwa anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 24 ambaye alikuja kwa ajili ya kufanya kipimo cha uchunguzi wa mfumo wa juu wa chakula. Alikuwa na maumivu ya tumbo, lakini chanzo cha maumivu ya tumbo ameripoti kwamba alimeza kwa bahati mbaya mswaki. Ile na brush ulimi kashangaa, mswaki umeshuka. Ile kushuka ukawa umekwama kwenye koo, siwezi kutoa, siwezi kuomba msaada, nimeingiza mkono sijauona ukawa umekwama tu kwenye koo pale, kabidi ni ulazimishe kuumeza ili nipate msaada. Baada ya kumfanyia kipimo, tuligundua kwamba ndani ya tumbo la chakula kulikuwa kuna mswaki ambao ndo huo uliokuwa umemezwa karibia na zaidi ya wiki tatu zilizopita. Ni mswaki ambao ulikuwa ni mkubwa kabisa ambao unakadiriwa kuwa na sentimita 34, wa mtu mzima. Nilipofika Muhimbili nilichekiwa ndo wakawa wameuona mswaki wakafanya njia yao wakawa wameutoa. Tulifanikiwa kubadilisha position ya ndani ya tumbo na tukaweza kuutoa. Sasa hivi baada ya kufanyiwa huduma, maumivu yapo japo sio sana kama mwanzo. Napenda kuwashukuru madak madaktari wote wa Muhimbili na hospitali ya taifa kwa huduma yao nzuri kwa kunisaidia kuokoa maisha yangu na kuwa katika hali hii ya sasa hivi, maake nilikuwa na mzongo wa mawazo sana. Umeweza kunitoa huo mswaki bila bila kufanya operation. Mpaka sasa hivi najisikia japo maumivu kidogo yapo ila nashukuru Mungu, naendelea vizuri.